Kitabu hiki kinaitwa Nukuu mia moja na hamsini kuhusu mafanikio na maisha kimeandikwa na Wael El-Manzalawy na kusimuliwa na Ephraim e Kamau Njoroge kimechapishwa na TekTime. Kitabu chenyewe: kushindwa kunaweza kukuangamiza ikiwa wewe ni mdhaifu, lakini ikiwa wewe una nguvu, unaweza kushinda kutofaulu. Watu wengi wanaokuzingira hawadhani kwamba wewe utakuwa fikra, lakini unaweza kufaulu. Wael El-Manzalawy. Unaweza kufanya mambo mengi, lakini wewe haujui hivyo. Wael El-Manzalawy. Kuwaza ndiyo rafiki yako wa kwanza. Udanganyifu wa kimawazo ndiyo adui wako wa kwanza. Wael El-Manzalawy. Hamu ndiyo kibeliti inayowasha mshumaa wa kufanikiwa. William Other Ward. Ujasili sio kukosekana kwa woga, lakini ni uamusi kwamba jambo lingine ni muhimu zaidi kuliko woga. Ablos Redmond. Maisha bila kuthubutu haifai kuishi. Charles a Lidberg. Inagharibu mtu mmoja tu kubadilisha maisha yako wewe. Ruth Kasey. Ikiwa unaelewa vyema kile unachotaka ulimwengu unajibu kwa jia njia inayoeleweka. Ubali siyo kitu ni hatua tu ya kwanza ambayo ni ngumu. E, chochote katika maisha ni yenye thamani kumiliki ni thamani kufanyia kazi. Inangalimu samaki awe hodari ili aogelee dhidi ya mawimbi, hata aliyekufa anaweza kuelea nayo Tupa jiwe kwenye maji yaliyotulia, unaweza ukabadilisha ulimwengu. Wael El Mansalawi. Kupuuza ukweli inaweza kukupatia kulidhika, lakini itakuelekeza kwenye janga ambayo haiwezi kupuuzwa. Wael El Mansalawi. Uamuzi mzuri wa asilimia sabini ni bora kuliko kukosa uamuzi kabisa. Wael El Mansalawi. Kujiamini ni nusu ya ushindi. Medhali ya Yidish. Jiamini wewe mwenyewe na itakuja siku moja ambayo wengine hawatakuwa na chaguo lingine ila kuamini nawe. Sindia Kosei. Kuna chaguzi mbili za kimsingi katika maisha: kukubali hali kama ilivyo au kukubali jukumu za kuzibadilisha. Dennis Waitley. Unapobadilisha jinsi Unafyo agalia mambo. Mambo unayo agalia yatabadilika. Sample complete. Ready to continue?